Hii ni kwa wote jamani, wanaume na wanawake, ukiona una mpenzi wako mmeachana, um, yeye anaanza baada ya siku mbili tatu anaposti yuko na mtu uh, kwenye status huko, I'm enjoying my new relationship, happy to be alone. Wengine anakuta anajiposti happy to be alone, enjoying my life, happy life, I'm now breathing My dear, huyo mtu ni narcissist. Yani anafanya yote hayo sio kwa ajili yake, it's just he want or she want you to feel bad. Nothing else. Anataka tuwe ujisikie vibaya, uone, yani uumie, yeah. Mwingine anaenda mbali, anaweza akawa anakusema vibaya kwa marafiki zake wanaokufahamu, kwa ndugu, jamaa na kusingizia mpaka maneno like, huyu mtu E, nimemfumania nimemkuta na other guys, unaona ni she's a cheater or oh, he's a cheater ana ni cheat sana, so nimeona tu to break up and all that, lakini ni muongo, anakutengenezea tu image mbaya, ili we uonekane mbaya kwa wale watu wako wa karibu. Saa nyingine anaenda mpaka kwa ndugu zako, kama alikuwa tayari anajuana na nao, anakusingizia wewe ndiyo mbaya, ili mradi tu wale watu wote wakuchukiwa kuona we ni mbaya, ili tu yeye afurahi alafu wewe uonekane ni mtu wa ajabu. Huyo mtu my dear, ni narcissist, ni mtu mbaya sana, ni mtu wa kuogopa. Wengine wanaenda mbali, kama una watoto, wanatumia watoto kama fimbo eh. Kama ni mwanaume, hahudumii watoto wake, atoi child support, anakuwa tu na visingizio. Mwanamke ni mtu mbaya, kama ataki kukaa na watoto, warudishe watoto wangu. Watoto wenyewe ni wadogo, nakuta mdogo ndio kwanza ana mwaka au ana miezi. Guys, huyo ni narcissist.